Dakhala rajulun ala shaykhin fawajadahu yashrahu litulabihi sahih al-Bukhari, aliingia kijana mmoja kwa shekhe akamkuta ana sharhesha kitabu cha sahih al-Bukhari, anafanua na anachambua kwa wanafunzi wake, wametulia na kula raha za ilmu, wanasoma kitabu basi. Alipoingia faqala arrajul, akasema yule mtu anawalaumu watu weye kukaa kwenye kikao kama kile, anamwambia shekhe annasu fi lgharbi wasalu lqamar wa anta tashrahu lbukhar. Ah, watu huko katika ulimwengu wa magharibi huko ulimwengu wa magharibi watu wameshughulika kielimu, kisayansi, kitaalamu, wanafika mpaka kwenye mwezi mm. wewe umekaa hapa unasherehesha unachambua kitabu cha Bukhari Sheikh, wewe vipi? Ulimwengu gani? Upo dunia gani? Wewe watu wanakwenda kwenye mwezi, wanakwenda mwezini huko, wewe ah, unakaa tu hapa. Na ndivyo ilivyo, watu wenye kukaa katika vikao kama hivi vya kheri, wanasoma ilmu, wanasoma Qurani, wanafundishana, huonekana watu dhalili. Watu wanakwenda huko, wanafanya mambo makubwa eh, wanafanya biashara mbalimbali wakadharaulika hawa wengine. Ndivyo inatokea. Kwa kijana huyo anamwambia shekhe, angalia shekhe, faqala sheikh wa mal ajabu fi dhalika, kuna ajabu gani? Lipi la kushangaza watu kwenda mwezini? Onashangaza watu kwenda mwezini, makhluqun wasala ila makhluqin wa nahnu nuridu an nasila ila alkhaliqi, watu viumbe wanafika kwa kiumbe mwenzao au si viumbe tu, anakwenda kwa kiumbe mwenzao sisi, sisi. viumbe sisi tunataka tumfike mwenye kuumba. Ikiwa watu wamefika kwenye mwezi, viumbe tumefika kwa kiumbe mwenzao, sisi tunataka tufike kwa Mungu, kwa al-Khaliq aliyeumba huo mwezi. Wanaofika watu nani atakuwa kafika mbali zaidi? Shekha anamwambia eh, al-makhluq wasala ila al-makhluq

wala hujakaa ye. Na sisi huja kwenye Bukhari yetu hii. Kwa hiyo wewe umekosa kote, manaake wewe hujaenda mwezini wala hujaja hapa tukakaa na bukhari yetu hujafika hata kwa huyo makhluq aliyeumbwa naye, lakini vile vile hujataka kukaa na sisi ukamfika Khaliq. Sisi tunajifunza kwamba tupambane sana kumfikia Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, ndio raha ya huma. Ndiyo, rahya, maisha. Unamjaza Mwenyezi Mungu katika moyo wako wewe unapambana kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuridhie, ndio maisha mazuri na matamu katika ulimwengu kama huu. Naam, na ukiwa utaiweka dunia katika moyo wako, basi dunia haikufikishi mahala, wala akhira haiwezi kukaa katika moyo wako, kuipambania kwa sababu dunia umeijaza, bal tuthiruna alhayata ad-dunya nyinyi lakini mnayependa mno maisha ya kidunia, wal akhiratu khairu wa abqa, hali ya kuwa akhira ni bora, ni kubakia. Mnataka kitu cha kupita, mnawacha kitu cha milele cha kubakia kisichokwisha. Ndio maana akasema mmoja katika wacha Mungu, Fakhruddin alimamu al-Sheikh Waliullah Abu Bakr bin Salim, anasema huyu bwana kwamba aldunya bintu lakhira, dunia ni mtoto wa akhira. faman aqada ala lbinti harumat alayhi lum, dunia ni mtoto wa akhira, ni binti wa akhira. Akafananisha, akafanya tashbihi kwamba dunia kama vile mtoto tu wa akhira. Mtoto ana sifa gani kwa mama faman aqada ala al bint harumat alayhi lihi alum. Atakayefunga ndoa na mtoto kamharamikia mama. Ikiwa utamuoa mtoto, mama anakuwa mkwe wako. faman aqada ala alummi al harumat alayhi albinti, na yule atakaye funga ndoa na mama anamharamikia mtoto. Ndio fomula hiyo ilivyo, mtoto atakuwa mwanawe akimuoa mama akimuoa mtoto, mama atakuwa mkwe wake. Ndio sawasawa. Na dunia, hawa wenye kuona mbali wakazungumza dunia katika mtazamo huo, kwamba ikiwa utaikamata dunia ukaitia moyoni mwako, basi itakuwa haramu kwako kwa akhira, maanake hutaipata akhira. Lakini ikiwa utaiweka akhira mbele ya macho yako, dunia utaipata kwa urahisi, maanake Mwenyezi Mungu atakuletea dunia mikononi mwako.